Tupo Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo wetu wa marudiano chamazi. Tumepoteza nyumbani bahati mbaya, lakini tumekuja tena. Mimi nasema oto nyumbani, sisi ni timu ya Tanzania, na mimi naamini kabisa kwamba timu yetu inapenda kucheza nje kuliko hata kucheza uwanja wa amani, kwa sababu ile, ile, ile home feeling hatuipati vizuri kwayo, kwa hiyo tumekuja hapa kwa ajili ya kucheza mechi kuhakikisha kwamba tunapata matokeo lakini kuhakikisha kwamba tunacheza vizuri. Kama unavyojua tunajiandaa na, na, na, na ligi kwa hivyo mchezo wetu wa kesho utatujenga zaidi. Hii ni hii ni raundi ya pili sisi, na zaidi ya miaka 20 au 30 nadhani KMKM hawaja kufika nafasi hii. Kwa hivyo kwetu sisi tumepiga hatua, kwa hivyo tunachotaka kukamilisha mchezo wetu wa kesho kwamba tucheze vizuri, hilo ndio lengo letu. Wachezaji wawili tuwakosa Allen Mukea midfield pamoja na Isaac Baboy captain ambao majeruhi na tumewacha hapo Zanzibar, lakini walobakia wote wapo vizuri na wengine wata replace, ndio maana. Kwa na group ya wachezaji overall, unategemea mchezo wa aina gani? Tutacheza vizuri, mimi naamini. Mimi sitaki kuzungumza lugha zenu za kupindua meza na nini, sijui. Lakini, of course, tutacheza vizuri, na watu watapenda. Mimi ni kweli timu zetu nyingi zinapenda kucheza nje kuliko kucheza amani kwa sababu tumecheza nyumbani nyewe mnasema tumecheza nyumbani mimi nasema kama kawa, kama Chamanzi kwa sababu group kubwa ya watu ambao wanashangilia liko kwa yote ya Azam. Azam alikuwa anashangiliwa kuliko hata sisi, ile home feeling haipo. Mimi sioni mantiki yote ya kucheza mpira pale kwetu kwa timu yetu sisi, sijui hizo timu nyingine kusemea, lakini mimi nimezungumza na kocha wanne watano, wanapenda hata mechi zote zicheze nje. Kama mnakumbuka Wahamiaji na JKU wamecheza mechi zote nje hajapata matokeo lakini for me Chamazi na Amani kwangu mimi the same. Yeah, kwa kwa hiyo sina tatizo lolote na uwanja useme kwamba uwanja ugenini? Mimi hapa si mgeni. Mimi nishae kuzungumza lakini leo nataka niseme kweli. Azam kuambia wa mtoa ibwe lakini wengine wa kundi basi wanamtoa ibwe <laughs> yani, tunampoteza hivi hivi asubuhi kwa upe iwe, iwe siwe najua lakini this is a game Nimeandaa wachezaji kwa sababu wachezaji wetu vijana. Unamwona kapteni akatoka na 20, eh, timu ya KMC. Wachezaji wetu vijana wengi lakini at least wamecheza ile mechi, tumepata ile feeling ya kumbe alikuwa anamwona Feisal kwenye TV. Kumbe ndio huyo, eh? Eh, ndio huyo. Kwa hivyo na kumbe tunaweza kucheza. Kwa hivyo tumewajenga wachezaji, tumepata siku mbili tatu za kutrain. Naamini kabisa wachezaji wameona kumbe tunaweza kucheza na lengo letu sisi ni kucheza kupata matokeo lakini kuna vitu vingine wala wachezaji wanaandaa kwa ajili ya mechi nyingine baadaye, kwa sababu wachezaji hajafanya hajacheza mechi nyingi za kimataifa. Kuna wachezaji huyu Mati, kacheza mechi mbili tu, na mechi ya tatu ya juzi ndio mechi kubwa kwake, hajacheza mechi nyingine. Kwa hivyo kwa yeye ni kitu kizuri kupata kompoja kama hizi. Tunasonga mbele, muhimu ni kuhakikisha kwamba tunatafuta nafasi nyingine ya mwakani kucheza tena katika mashindano makubwa. Maana ana raha zake, hata mechi ingekuwa sisi tunaongoza mbili bila kule Zanzibar, bado mechi ngumu. Mechi ni dakika mia moja themanini mechi Azam ngumu, Azam sevi ni heavyweight, ukisema vingine kwa mwongo mwongo, lakini tunacheza kitu kimoja ambacho tuna advantage nacho away. Inatusaidia nini? Wao manaka wanajua wakitufunga moja wao, itakuwa shughuli nyingine. Kwa hivyo, mimi naamini kabisa sisi tunakwenda kucheza tusipoteze kitu, lakini azam atakuwa makini zaidi. Kwa hivyo, mechi lazidi kwa ngumu. Kwanza cha kwanza, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kwa kuwa na yeah, kwa kwa kuwa sawa mpaka wakati huu, hmm. Pia cha pili tunaweza kusema kwamba wachezaji karibu asilimia ya wachezaji 80 au 90 ni wazima, tuko sawa kwa ajili ya huo mchezo ya tunachoamini kwamba tumekuja kufanya kazi. Mwalimu katuamini vijana kwamba game itakuwa ngumu na sisi tunahitaji kupata matokeo. Tumefungwa nyumbani haimaanishi kwamba ndo mwisho wa, mwisho wa game kwamba game bado iko on, tuna nafasi pia ya kuweza kufanya kitu ili tufikie malengo, kwa hiyo game itakuwa nzuri. Sisi tumejipanga kupata matokeo hivyo. Ya ugumu upo, ugumu upo, kwa sababu Azam ni timu kubwa kama tulivyokuwa tumesema. Lakini sisi tunaamini kwenye mpira kila kitu kinawezekana, kwenye mpira kila kitu kinawezekana. Mimi kwamba tumejipanga kwenye uwanja wa mazoezi mwalimu katukosoa pale ambapo tulipoweza kukosea, ya akatongezea baadhi ya vitu vya kuweza kuenda kufanya kwenye mchezo wa kesho. Sisi tunaamini tunaweza kupata matokeo.